Na kwengine tunaarifiwa kwamba ni afueni kwa wanachama wa shamba la kijamii la Kishushe katika kaunti ya Taita Taveta baada ya viongozi wapya kuchaguliwa ili kutuliza migogoro ya mara kwa mara ambayo imekuwa ikikumba shamba hilo kwa muda mrefu. Naibu gavana wa kaunti hiyo, Christine Kilalo, amesema kupatikana kwa viongozi wa shamba hilo kutatoa nafasi ya wawekezaji mbalimbali katika sekta ya madini na hata ufugaji kuendeleza shughuli hizo. Shamba hilo lenye ukubwa wa ekari 1600 limekuwa katika mzozo wa uongozi huku shughuli za kuchimba madini zikisitishwa kila mara na ajira kwa vijana kukosekana. Economic value inatakana ibaki vile ilivyo ili tuweze kupanga investment. Tukifanya land use plans ya hizi ranches Tuk, wakikubali zote zifanyiwe eh, land use plans alafu waweze kuwekeza katika vitengo mbalimbali vile wame, wame it will be of economic value to Taita Taveta. Tukumbuke kwamba Taita Taveta asilimia sitini na mbili ni na vipimo na, na vya ya, ya mining hii shamba itaweza weka wawekezaji wengi sana na kando na mambo ya madini vile wengine wamesema, kuna miradi mingine za kuleta income. Tuko na hoteli ikiengesha pale, tunataka nayo tuirevive, tutafute ma investors. Tuendeleze. Tunataka tufanye mambo pia ya carbon credit ili hizi njia za kuleta mapato katika hii ranchi ziwe nyingi. Tunataka kuwa serious na livestock na agriculture. Ambapo katika bylaws the main mandate of this ranch was to do agriculture and stock so sisi tutapambana kadri na uwezo wetu tukishirikiana na members we make sure that we do proper feedlot system kwa sababu county government nayo inatu support we will make sure that we consult each and every time with the county government in terms of livestock in terms of management of the, this ranch until we have proper structures for this ranch